Timzo na hakika, hii leo tunakwenda kuangazia kwenye mambo ya vitasa, mambo ya ngumi, tunajua e, tena Azam imerudisha tena vitasa. Rajabu Ngemba tuambie, uh, mambo ya ngumi Azam TV imerejea, lakini na ngumi kwa ujumla ndani anako zimejiandaa vipi? Yaani, kwa kweli, tumejiandaa vizuri kwa tumepokea ujio wao vizuri sana Azam TV baada ya kurudi kwenye ngumi tena, maana ya vitasa, kiukweli kabisa, kama anavyoona tumeweza tume, tume, kufunga ngoma hapa leo baada ya kufurahi Azam kupata nafasi ya kuweza kuonyesha tena ngumi, na kama wanavyojua ngumi, watu wanaweza kaziona kama vile wakazichukulia kirahisi, lakini sisi kama team Nacoz huku mtaani ndo ajira kwa, kwa, kwa, kwa mabondia zetu pamoja na wamama. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Ujue kinachotokea hapa, naona wamama wote wamekuja hapa wanafurahi kwa sababu mara nyingi ngumi zilikuwa zinaonyeshwa Azam, hususan Mfaume anapokuwa anacheza, wamama wanafanyaga biashara tofauti tofauti na wanapata kipato sana. Siopingika, tunafaa kubwa na hasa sisi kina mama, pamoja na vijana, kwa kuwa bondia au mchezo wa ngumi unaleta ajira kwa vijana wetu, lakini unaondoa hata ile hali ya kukaa kwenye makundi na kufanya mambo ya uhalifu. Kwa hiyo swala la kujiajiri hususan kwenye swala la mchezo wa bondia vijana wetu unawasababisha kuwaweka pamoja, lakini pia mchezo wa ngumi ni ajira, kwa hiyo inatusaidia vijana wetu kupata kipato na hata na sisi akina mama kuturahisishia sasa kuwa karibu na vijana wetu, na huko akituma neema manake fahamu kukutana naye, mama anakununulia soda, anakupa chochote kitu, kwa hiyo mambo anakuwa ni burudani tofurahi tuna shekisheki hapa, mabondia wetu hawapati faiti. Kulikuwa na promoter mmoja kupana zaidi, lakini bado haitoshelezi. Kwa hiyo tunashukuru kurudi kwa Azam, hata Mfaume mwenyewe mazoezi yake yafanyika kabisa, na kurudi kwa Azam nadhani sasa hivi itakuwa chachu. Pia bondia wetu Mfaume rasmi na wale wote wenye vilele walikuwa mtaka Mfaume, tunawapa salamu, tunawaambia wakae tayari. Ilikuwa shida kwa sisi viongozi vizinga yani, vilipo vingi sana lakini, sasa hivi tunaamini Azam amerudi, mambo yatakwenda vizuri sana tunashukuru. Na fly na pia siku nane, na na yetu ya tarehe nane unaa mechi yetu hiyo, tunaomba mashabiki waje kwa wingi sana Azam TV, burudani kwa roho Mfaume ni kama ndugu yetu na timu yetu wote pamoja, na maana lituombea ile jambo, hazaefika kwanza, tumekuwa tuna amani na furaha, tukaamua kusitisha ile la kwetu kwanza, tukaamishane ile la kwetu kwa ajili ya furaha na furaha yetu, awezi kuamikani bila Mfaume Mfaume, tuko pamoja tukiwa kama center kijana wetu na ndo mwenzetu. Tunaanza na Vitasa ndani ya exclusive na timo, tunakwenda kufanya na Mfaume Mfaume. Huyu anapatikana katika kempu ya Nacoz to Nacoz, na huyu ndo kapteni wa Nacoz baada ya kutoka e, abibu pengo. Mambo yalikuwaje? Baada ya kutoka abibu pengo akakabidhiwa yeye ukapteni, leo ndo tunakwenda kushughulika naye kwenye exclusive. Lakini kama unavyojua watu wa ngumi ndani ya mabibo hapa, ambako wanapatikana kempu Nacoz Nacoz, hawanaga shughuli ndogo. Tumefika tu kwa mtu wetu, lakini tunakutana na haya mambo, tutakwenda kujua. Ungana nami twende moja kwa moja kwa Mfaume Mfaume, atatueleza Mfa, kwa nini eh? hiki kidude kiko hapa

nikosai nini ambacho kipa ninakaiasam kurudi kwenye nguzo ndo Mfaume Mfaume, bondia tunamtegemea, ndo katangaza mabondia u, ndo kila kitu Azam ndo kila kitu watu kufuatilia Azam senema kila kitu, anainua vipaji. Mungu ibariki Azamu, naomba Azam edumu kama mlima Kimanja sababu, apamome Mfaume ndo bondia mkubwa, mkono mmoja. Mfaume Mfaume tasala mabondia watu wa Kitanzania. Okay, Mfaume woye, na sisi ndo hivyo. Mimi na Mfaume wangu ndo tunawaaga hivyo, wana e, tukiwa twaekea kwenye exclusive na Mfaume e, au wangu mwanangu, naamini wana watakuwa amefurahi, na mtazamaji, umeona mama ambaye anaendelea hapa, wenyewe wanakwambia Nacoz hawana shughuli ndogo, wacha na, na Awana, mimi sasa naondoka na mtu wangu Mfaume Mfaume twende kwenye exclusive na Mfaume. Naam na sasa tumekaa rasmi tayari kwa exclusive na mtu wetu ambaye si mwingine ni Mfaume Mfaume Faume? Naam. Barabara? Ah na fiti kama chuma kitambo kita, eh? sana. Mlikuwa mna njaa kitaa eh? njaa kali sana, sio njaa tu peke yake, yani ilikuwa ni fezea kubwa sana lakini tunasema alhamdulillah, yani ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa changamoto kubwa sana kiukweli mm, lakini tuna furaha kubwa sana kwa Azam kurejea kwa sababu unaweza kusema ndio baba ndio mama, mama wangu. Yeah. Mfaume, jina lako ni kubwa sana, lakini wapo watu tofauti tofauti ambao hawamjui Mfaume. Ulitokea wapi mpaka jina kufikia hapa, walau kwa ufupi? Ha, kweli mi naitwa Mfaume Mfaume, nimezaliwa hapa jijini Dar es Salaam na hapa tunazungumza tupo kata ya Mabibo, ndio nyumbani nilipozaliwa. Na hii yote nina kozi, naweza nikasema kwamba jina limekuwa kubwa kwanza ni neema kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia pongezi kwa Azam TV. Azam TV kama wangekuwa wapo kwenye boxing, tumecheza mapambano mengi. Nimecheza pambano na Jonas Sebu, bingwa wa Australia, ni Mtanzania wa kwanza kumpiga mwa Australia, Mtanzania wa kwanza kumpiga eh, bondia kutoka Hong Kong. Na pia vile nimecheza na Mohamed Rashid Matunga, ni mapambano makubwa, lakini nilikuwa Stambulik. Kini baada ya kuingia Azam, nimecheza pambano na Abibu Pengo, ndio watu ah kumbe kuna Mfaume Mfaume na mabondia wengi, naweza kusema kwamba ni faraja kuwa na Azam TV na kiukweli kwamba tunafurahi sana sana sana. Wewe umesema ni umezaliwa hapa hapa Mabibo, lakini ni mwenyeji wa wapi asili? Dar es Salaam? Hapana, mimi baba yangu ni mtu wa kusini na pia mama yangu ni mtu wa kusini, baba ni mtu wa Lindi mamangu ni mtu wa Masasi. Ah, ntu moja wale ntu moja. <laughs> sawa sawa, huyu ni Mfaume Mfaume ndani ya exclusive na Timzo. Umezungumzia hapa swala la ulipopigana na Abibu. Eh, hakika niseme kwamba hata mimi hapo ndo nikajua Mfaume tangu leo Kumbaya... kabisa. Eh bwana ukiwa unapigana na Abibu <laughs> ujipange e, yani mwenyewe, kabla hajapiga kaishapiga, au kabla hajapigwa kaishapigwa. Eh, ilikuwaje kwanza mkatengana? Kwa sababu mlikuwa kitu kimoja, tuanzie hapa. Yule alikuwa ni captain gym, ameanza boxing kabla yangu, mi nimemkuta, lakini kutokana, siku zote ukimtanguliza Mungu, ukiwa na nidhamu na ukiwa na bidii mazoezini, lazima utapanda. Kwa hiyo sasa tukawa kwenye sparring nikawa ndio nini, sparring partner wake. Yeye kwa binafsi kaona hizi dharau, kwa nini mtu kaja juzi tulewewi le e, le kocha kitupa sparring leo nampiga mimi kesho anipiga ee, ko zile changamoto, naye akiwa kama kapteni kaona hizi dharau akatoka <laughs> akawa winga e, alipotoka, na ndipo jina la kwanza kabisa la vitasa ilitumika katika pambano langu hilo kidogo na, ha, pale ya, wa Kinesi. wa Kinesi, e, ya. na una pia vilevile vile nitoe pole, kwa sababu kuna rafiki yangu alishangilia mpaka mishipa fahamu ya kichwa ilipasuka, alipoteza maisha anaitwa Hamisi Oza. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, kwa sababu ilikuwa ni dabi Manzesi na Mabibo, alafu tulikuwa watoto baba mmoja, lakini baada ya kutoka na sasa mwonekano wa pengo na mimi tofauti, tofauti. pengo kama ajapigana aja kama namshukuru <laughs> ee. na Mungu nilishinda ubingwa wa Afrika Mashariki na kati na mchezo ulikuwa mzuri na hapa unapoona una wakati narudi usiku saa sita au saa saba, kulikuwa kuna pa kukanyaga mama zangu wadogo dada zangu majiraji zangu watu wengi wananisubiri. kwa hiyo siwezi kukisahau Um, ikawaje ukapewa ukapteni baada ya a, bibu kuondoka? Nizamu yangu sio jimu tu, ndio maana naongoza kwa mashabiki wengi Tanzania na nizamu mpaka nje ya ulingo. Kocha akanipa ukapteni ndio mpaka leo kapteni wa Nacoz, na pia vile vile kuonyesha mchezo mzuri uweze kupewa ukapteni, kama ufanye vizuri hata kwenye mpira tunaona kina Shabalala, kwa sababu wanafanya vizuri ndio maana ma kapteni. Nacoz ni jina kubwa sana, jina kubwa kabla kaka zangu, kocha wangu pia alikuwa ni bondia wa Nakos, na nafikiria hata kiongozi wangu hapa Jabu Ngemba ana historia kumua mtu meno sita ya mbele uwanja wa Texas Manzese. Kwa ile kukua kwa wakubwa zetu, mpaka na sisi tunafikia umri fulani, sisi tumeingia kwenye boxing sahivi ya bibu Pengo mnaweza kukaa meza moja mkazungumza ya kweli. Hapa tunapofanya kipindi siku moja kabla pambano tulipigana hapa kaukdoita <triyo> eh, wakati tunatoka ku, kupima uwanja wa kinesi yeye, baada ya kupita kwa mazese, akapita barabara hii, nimekaa pale hasa maneno machafu, na bibi kubwa wangu alikuwepo, nikaona wana... <laughs> Zikapigwa ulikuwa <laughs> uwa, uli kwenye ulingo tuna hivi, nimeandaa mashindano ya Mfaume Cup. Timu yake ya Manzese imeingia Manzese. Kwa hiyo mazee na upinzani kusema labda ni wasimu yashapita jama, yani ya. yeah. Ni ngumu sana. Yaani unampa za uso kweli kweli, Abibu Pengo, lakini uyo ni bondia anastahili pongezi, ana uvumilivu wa hali ya yeah. juu Mungu amemjalia ya hilo ya. <tiple> kuna michezo mingi sana Mfaume, kwa nini ngumi ukachagua ngumi? Nimeamua kurejesha nimeamua kurejesha kwa jamii Mfaume Cup kabla ya kucheza boxing nilikuwa nacheza mpira katika uwanja huu ambao unaanzisha mashindano ya Mfaume Cup, lakini nilikuwa namba tisa, mpira mguuni upo hata sasa hivi kuniletea mpira na naupokea vizuri, lakini namba tisa gani mechi kumi sifungi, nikaona hapana, huko sipo kwangu, nimepotea. Nikaingia kwenye boxing ndio mpaka hapa alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu na mikanda mitatu na ubingwa wa Afrika na ubingwa wa Tanzania, na na ubingwa wa WPBF ubingwa wa dunia wa mabara kwa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Watoto wengi wa hapa unapoishi Mabibo, Manzese, Temeke, eh, Tandale wanapenda sana vitasa. Kwa nini watu wanapenda sana ngumi? Ah, naweza nikisema kwamba ngumi zilianzia Keko, ni kipindi cha baba yetu Rashid Matumla, sina kiman akina charemu parasa wengi, lakini baada ya pale ngumi zimehamia kwetu kwa sasa. Sasa hivi ukitoa Mabibo, Mwanzesi ndo zinafuata Keko na sehemu nyingine, lakini asilimia kubwa mchezo wa boxing huku upo miaka mingi sana, na umekuwa ni ajira kwetu, na tunashukuru kupata support kwa Azam, kwa sababu bila Azam ingekuwa kama zamani tu, mtu unapigana unapewa asante ya mkono au unapewa soda, lakini sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu tuna maisha mazuri, kwa sababu Azam wamewekeza kwenye boxing na ujio wao, tunaamini mengi makubwa yapo njia yanakaribia. um, ni, ni mambo mengi ambayo yanaendelea kutokea kwenye ngumi kwa hivi sasa, labda nianze hili. Baada ya Azam kusimama, kuna pambano lolote umecheza? Hapana. hata ukiniangalia sio mwonekano wangu, yani ukiniangalia una kabisa Mfaume vii ya, e, yani ni kwa jim naiona chungu kusema ukweli, wakati amna chochote na Azam. Ukicheki ndio wamechangia kwa namna moja au nyingine kutupa maisha e, kuwa na sehemu nzuri za kuishi kutembelea mausafiri mazuri lakini kutoka kwa, kwa, kwa Azam nimeona sasa kwa nini boxing, ngoja nianzishe, eh, mpira wa miguu. Lakini changamoto ambayo nilipitia, mpaka usafiri wangu nilonunua kupitia Azam TV kipindi wanaonesha boxing, nimeuza. Lakini Azam kama angekuwepo, sidhani kama changamoto hiyo ingekuwepo, lakini na furaha so mimi tu Tanzania wote kwa ujumla, ndio maana jana mlivonipa taarifa kuhusu ya tukiwa leo watu wamelipokea kwa ukubwa, wamesema hapana, Mfaume, hili sio lako peke yako, hii hii kwa sote, sababu tulikuwa tuna kiu, sababu tuna mama zetu, watu wazima eh, mama bibi zetu, babu zetu, kutoka hapa kuwapeleka aa kwenye pambano wa Arusha au uh, labda uwanja wa Taifa popote kuangalia boxing, na kungaliana changamoto kwa upande wao, lakini wakikaa kwenye TV wanaona. Pambano lako na Iddi Pialali lilikuwa lipigwe pale jijini Arusha yule yule, bwana, lika, lika, yule yule bwana sister nikimwona ni, ni yaani kama sheria ingekuwa naruhusu mabondia kupigana kavukavu, yani mimi ndo ningekuwa bondia wa kwanza kumpiga hata sasa hivi kama anapita, lakini sheria zinanibana bado bado bado, unamtabani. Tumeondoka na Costa karibia thelathini na mbili kwenda Arusha, hizi private gari za watu binafsi ndogo ndogo zilikuwa nyingi. Arusha yote tumeiteka sisi. Yani mpaka promota Meja Semunyu alisema kweli, Mfaume, umeniheshimisha ume. Lakini first round mtu anasingizia sui kichwa sui nini? Sasa, sasa hivi anacheza mapambano yake haya vichochoroni, akikaa na wandishi wa habari ananizungumzia mimi, inaitama e, na gani, alafu unapewa pambano raundi ya kwanza Koleza. kwa hiyo naweza nikasema kwamba sifikiri kukutana naye kwa sababu bado mpaka leo hii mimi na hasira naye, japokuwa mashabiki zangu ndio wanaitaka kweli kwa amu. Lakini e, kwa kama yana itakuja kukaa kama itakuja kukaa gemu yangu mi na yeye tusaini kabisa yani. hata zimwa kidamu kama akashunya ng'ombe au akashunya mbuzi hakuna mtu kukimbia. Kwa mara ya kwanza kwenye boxing Arusha, nimeona vya ya boxing eti wanatoka kwenda kuangalia maudio Azam TV, hawaamini hawaamini, wameangalia, amna amna amna kichwa. Mimi namwambia nilikuwa na hasira, kocha wake anisamehe, nimwambia bondia yako asicheze, kwa sababu nilikuwa namsikia daktari alikuwa anamwambia aje. Hii, mbona kati ndogo unaweza kuendelea, kocha yake anasemaje, hapana. Sababu sikaona nikamwambia, kama bondi yako hataki kupigana, ingia wewe. Naomba kocha nisamee, nafikiri ni utovu kidogo nilifanya nizama, lakini kutokana nilikuwa na tempa. Eh, dokta karuhusu kwamba yeye aendelee, kwa nini yeye anasema asiendelee? Naeza kasema kwamba ikitokea kama tumesaini kwa sababu mashabiki zangu na ndio dabi pekee iliyobaki Afrika Mashariki na kati, hakuna dabi nyingine yoyote. Mfaume kwa sasa uh, umesema mwenyewe, umekiri hapa, hata we mtazamaji unaweza ukaona kwamba mwili umeongezeka. Mipango yako ni nini kwa sasa? Kurudi gym. Nimeshauri nilivyosikia tu Azamu umeshinda kesi, mimi siku hiyo hiyo nimeingia gym, shahidi Ibrahim Kasi na Said Chino nani fulani alikuwa nayo. Kwa hiyo hapa ndani ya wiki, wiki moja nitarudi katika hali yangu Suanga, nani anafuata? Anafata e, nani atajipendekeza hapa katikati uwe, uwe, uwe, uwe, kuna mtu. Mimi nafikiri ni kiu yangu tu ya, ya kuona mashabiki zangu kifai na bondia yoyote yeyote, ila huyo ananizungumzia mimi kwenye kwa baadhi ya media, yaani kipengele hicho lazima kiwepo. Kuna mtu e, yani, kuachia kati mmoja ni afyanife au aina yafe au, au nife mimi. Kuna watu walikuwa wanasema Mfaume bwana alikuwa ni wa zamani, Mfaume wa sasa m, kiwango kimeshuka kabla hata ya vitasa kuzima eh, kwa maana ya kustopishwa kwa hii changamoto ambayo tulikuwa nayo. Nilikuwa na changamoto ya, ya, ya namna moja au nyingine, lakini nimeshalikaba sasa hivi, niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema kwamba watu watamuona Mfaume yule na zaidi ya Mfaume yule, watu wakae kwa mkao wa kula kwa mtu ambaye amjui Mfaume. umeshapiga nokauti ngapi na ni nani na wapi? Uh, nimecheza mapambano thelathini na mbili ambayo ishirini na nne hapa ndani ambayo sikuwahi kupoteza na mapambano nane nje ya nchi ambano ambayo nimeshinda hapa. keo sipendagi ku, ku, kuizungumzia kwa sababu yalikuwa sio matarajio yangu ya au kwamba sikutegemea kwamba ingekuwa vile lakini mchezo pambano ambao unaoshinda KO dhidi ya mtoto wa Matumla, Muhammad Rashid Matumla, anacheza naye katika uwanja wa Indo, uwanja wa taifa alishinda yeah. KO raundi ya saba ndio ikapelekea mpaka kupata injury ya fuvu la kichwa. Yani angesema kwamba ile ilitokea tu na kama tunavyoona kwenye mpira watu wanavunjika, e, watu wanapoteza maisha hata kwenye boxing mpaka sasa hivi katika rekodi wamefariki mabondia zaidi ya 500 na duniani kote na nimefarijika nilipoenda hospitali kumtembelea kundia mwenzangu babaka baakanambia, acha pressure hii, kawaida tu ingeweza kutokea wewe, eh, ajali kwa hiyo, ameongea kimichezo mzee wake anasema kwamba knockout nimeshinda hiyo na kuna knockout nyingine nimecheza na mabondia wengi kumshinda hivi. Kwa hivi sasa wewe ukiulizwa kama Mfaume ni mtu gani ambaye ah kwa sababu unasema, kwa kweli mimi kwenye mabondia mpaka sasa ninamkubali hapa nchini ameshatangulia mbele za haki Eh, Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake ni, ni, ni Thomas Mashari Simba asiyefugika, oh, ni bondia ambaye akicheza pambano kwenye ringi ni bondia ananizamu, afu anaonyesha burudani anacheza mchezo mzuri. Hakika yule alikuwa anakwenda kutupa burudani. Sana, sana. Hata ukimkumbatia yeye atakupa ngumi A... za kwamba hutoweza kunikumbatia. Kabisa kabisa, alikuwa anacheza ngumi na burudani, ila ndio hivyo hadi yake imeshafika. Mwenyezi Mungu amrehemu. Amina. Mbali na Thomas Mashali, kwa hao ambao wamebaki, wapo wengi, lakini sasa sitoweza kumtaja kwa sababu na mimi bado nipo. Kwa hiyo yeah, najikubali mwenyewe sababu nacheza ngumi, sipigani ngumi <laughs> yeah. Eh, moja katika vitu wengine husema mimi ah, bwana, kwenye uwekezaji wa ngumi tungeweka, lakini bwana wale watu hawana nidhamu eh, hili kwenu liko vipi Mfaume? Ah, sio kweli, sio kweli kwa sababu mchezo wa ngumi zamani watu asema mchezo huu ni wa kiuni, mchezo wa wakabaji, mchezo wa watu ambao. Lakini ukweli ni kwamba ni mchezo wa matajiri duniani kote. Tukiangalia Floyd Mayweather alikuwa maskini, uh, nice. amekuwa Iron, uh, Mike Tyson, uh, marehemu Muhammad Ali na, na wengi walitokea huku kama sisi. Lakini Tanzania kipindi cha nyuma ulikuwa ni mchezo watu wanaochukulia wa kiuni, kwa sababu tulikosa eh, wadau lakini wadau wamepatikana. Ndio maana sasa hivi mabondia wanaenda nje wanafanya vizuri, wanacheza hapa ndani wanafanya vizuri, na wana maisha mazuri kupitia boxing. Kwa sababu gani? Ni mchezo umekuwa pendwa namba mbili Tanzania, ukitoa mpira wa miguu unafuata boxing, na ndio maana hata Azam wameamua kuwekeza, na hakuna matukio yoyote ambayo unawasia bwana, bondia fulani si kafanya hivi kafanya hivi, hakuna. Ni mchezo ambao unaotazamwa na unaoangaliwa, si una una hata Dr. Samia Suluhu Hassan tunaona ana support pia boxing ni mchezo ambao una hadhi na una heshima, lakini yote kwa yote tuwapongeze Azam TV. Bila hivyo watu wangeuchukulia ni mchezo wa kiuni mm. Yeah. Hiyo, aa ilikuwa zamani, lakini sasa hivi haipo. Yeah. Mfaume amezungumzia hapa swala la mavazi na nini. Hivi una mtu ambaye anakudesign, maana wewe kwenye show yako una show ndogo, sisi ni kio za jamii. Nafikiri ni, ni taeleo kidogo, nilikuwa nje muda nilichelewa kama nusu saa sababu so, ilinibidi sasa nimwamshe mdogo wangu asubuhi wa aende mjini

Hai, wana ule Mfaume ni bondia au ni msanii? Mwanangu fanaache aa sapoti na ndani ya ulingo kuna brada zangu, anaitwa Karim Torino, yuko South Africa, ana ya, ya, ya mm -mm. kutoka mengi South Africa. Ananetea, Mungu ambariki na wadau wote yeah. na ukimuuliza mtu kama Useni Zimbwe, Junia Shabalala, ukimuuliza, mbali na hiyo mbali na soka, kuna mchezo mwingine unaoupenda? Mimi bwana napenda sana mpira, ndio maana nimeandaa mashindano haya Mfaume Cup bega kwa bega na Mama 2025 na hayo yote ni kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan katika sekta ya kuendeleza miche, michezo lakini, ningekuwa siupendi mpira, sidhani kwamba ningeandaa Mfaume Cup. Kwa hiyo ukitoa boxing kinachopata ni soka. ni mchezaji gani anayekuvutia ambaye ni mzawa hapa nchini? Mm, uh, eh, eh, no uh -huh, nianze na mzawa. Hawako <laughs> wengi, labda unipe nafasi, nipe watatu, top 3 sio 20, watatu tu, watatu. Hela ziko apa kwamba, tupo watatu. Bwana, lawama kwa dadangu ni wengi, wengi sana bana <laughs> Simon Msuva Eh, Mzee wa vitasa, uh... eh, kabisa, kabisa. Captain, eh, Muhammad Hussein Shabalala na ndugu yangu anakaa wow, e. an, an, mtawa mbele hapo anaitwa Kevin Kongo Sabato Kiduku, Kongo Sabato Kiduku. Eh, na hii yote kwa sababu gani ni watu ambao wananisapoti pia kwenye kazi zangu, yes. Na hata ukiangalia hii fomekaokipitia kwenye Instagram zao wameposti, kwa hiyo naweza kusema kwamba na mbali na hivyo wananifurahisha wanapokuwa katika uwanja. Haya bwana, huyo alikuwa ni Mfaume Mfaume ambaye ni captain wa gym ya Nacoz inayopatikana hapa Mabibo. Naamini utakuwa umefurahishwa na mengi sana e, kwenye exclusive na timu za na mahojiano maalum na Mfaume Mfaume, kati ya timu za Karugia na yeye basi yanafika tamati hivyo. Lakini pia unaweza ukaendelea kuyafuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii, kwenye page za Azam TV, fuatilia YouTube pia utaweza kuyakuta. Lakini pia kwenye channel zetu yatakuwa yanarudiwa uweze kusikia kile ambacho kimezungumzwa na bondia huyo Mfaume Mfaume kutoka Nacoz. Na awali kabla haujasikia mahojiano hayo umepata kusikia pia kigoma ama kuona kigoma ambacho kilikuwa kinachezwa katika eneo lake ama maskani yake kidogo tunaweza tukakisikia ki, tuka tukakisikia tena, na natamani nikisikie tena pale mwanzoni, wakati kinaanza kuna <laughs> kuna watu kuna watu hizi shughuli anaziweza <laughs> kabisa. Unaweza unaweza kucheza ku, ku, kwa namna ile Inawezekana lakini, sio hapa sio hapa, ukiwa tayari upo kwenye kwenye mambo yangu maeneo yangu. Hebu hebu tuna tunaomba kidogo tu, turudie kile ambacho kio kinafanyika mwanzoni wakati kile kigoma kinaanza kuchezwa kinaanza kuchezwa, kuna sauti moja nzuri eh, nilikubali. Ngoja tu ngoja tusikilize kidogo nini ambacho kio kinajiri pale.